Tarehe 25 Juni, raia nchini Kenya wanatarajiwa kushiriki maandamano makubwa dhidi ya serikali. Na sio mara ya kwanza kwa maandamano kama haya kushuhudiwa nchini humo. Wakati huu kukiwa na mvutano kati ya serikali na raia wa nchi hiyo wanaolalamikia kupanda kwa gharama ya maisha, uchumi mbaya na uwajibikaji wa viongozi. Mwaka jana maandamano makubwa yalifanyika kusitisha upitishwaji wa mswada wa fedha wa mwaka 2024, mswada uliopandisha bei ya bidhaa muhimu kama vile mafuta, umeme na mkate. Vuguvugu la vijana almaarufu kama Jenzi walikusanyika na kuhamasishana kwenye mitandao ya kijamii ya TikTok, Instagram, Facebook na X, wakilalamikia hali mbaya ya kiuchumi. Vilevile vile, maandamano walioyafanya mwaka jana yalisababishia vifo vya vijana wengi, uharibifu wa mali, na hata kulivamia bunge. Mwaka huu, mwaka 2025, hali inazidi kuwa mbaya. Serikali imependekeza kupitisha mswada wa bajeti wa mwaka 2025. Mswada unajumuisha kodi ya miamala ya kidijitali na huduma za afya. Vijana wamejitokeza kusema lazima waandamane kupinga mswada huu. Hapo awali, kuna tofauti kubwa sana ya maandamano yalikuwa yanafanyika na yanayofanyika sasa. Yanayofanyika sasa hayana kiongozi yoyote wa kisiasa, bali ni vijana ambao wanaratibu maandamano haya. Wanablogu, watumiaji wa mitandao, wamesema kwamba ni lazima wajitokeze ili kupigania haki yao. Serikali ya Kenya kupitia Rais William Ruto na Wizara ya Fedha imesisitiza kuwa mswada huu ni muhimu katika kutatua au kushughulikia madeni ya kitaifa. Tarehe 23 Juni msemaji wa serikali Isaac Mwaura akizungumza na kituo kimoja cha habari nchini Kenya alisema kwamba maandamano hayo hayatafanyika. Kauli ambayo imezua taharuki kubwa kwenye mitandao. Vijana wakijiuliza ni kwa nini wasiandamane, na hii ni moja ya haki walizonazo ama uhuru kulingana na katiba ya nchi hiyo. Msikilizaji na mtazamaji wa RFI Kiswahili, swali kubwa tunabaki nalo, je, mvutano huu wa kizazi kipya ni dhidi ya uchumi mbaya au utawala mbaya?